Maisha ya ibada na huduma. Maisha ya ibada na huduma kwenye Agano Jipya, watu wa Mungu, maisha ya Mkristo hayaishi kwenye kuamini tu kwamba ninamwamini Yesu, amekaa moyoni mwangu. Yanajumuisha ibada ya kweli, na ibada ya kweli kwenye Agano Jipya inaanzia ndani ya roho ya mtu na kuwahudumia wengine, kwamba usishie kusema tu "ninamwamini Yesu, Yesu ananipenda", lakini unawahudumiaje wengine? Sio kujiwaza wewe tu. Na upendo, pendo letu ambalo tunalo katika Kristo linafunuliwa kwenye kuwahudumia wengine na miujiza ya watu wengi. Nyinyi hapa kuna vitu unaweza kufikiri ni vidogo sana lakini kumbe unavyovifanya kwa imani ni ibada kabisa mbele za Mungu. Yaani, kuna kitu unakipata wewe, sikia mzigo wa kuona hata watu wawili wanaguswa na maisha yako kwa kuwahudumia, wamuone Mungu kupitia wewe. Wengine sio kwamba hata wanahitaji fedha, wanahitaji maneno tu ya kutiwa moyo, wanahitaji neno tu la kuambiwa kwamba usikate tamaa, ndugu yangu, Mungu anakupenda, Mungu anakuthamini. Lakini sasa badala ya kutumia vinywa vyetu kuwabariki wengine na kuwatia moyo, tunatumia yamkini vinywa vyetu kuwaua wengine, kushusha utu wao na kuvuruga kabisa, na saa nyingine kuwasema vibaya. Mungu akutuokoa ili tuwe hivyo, ametuokoa ili tuwe sababu ya watu wengine kumfurahia Mungu aliye